Nakubaliana na, na Waislamu kwa mambo mawili. Jambo la kwanza kuzika mfu same day. Jambo la pili kutumia maji kwenda chooni. Wacha nianze na jambo la kwanza, kuzika mtu same day. Mtu wako ameshaaga, tafadhali wacha kuspenda lot of money kwa mtu mwenye tayari ameshaaga na tayari amewacha watu wake nje, ambao nyuma, ambao wako na mahitaji afadhali zile pesa, kama mtachanga pesa, changeni pesa kama mtakavyoweza, lakini zile pesa ziwe zinasaidia wale ambao amewawacha nyuma, lakini si ati mconsume pesa zote. Mmechoma ng'ombe nane, mmechinja ng'ombe nane, mmefanya nini? Mambo kama hayo ni ya kipumbavu. Mtu amekufa, mzike same day. Usispend a lot of money kwa mwili ya mtu mwenye ameshakufa, ushasikia? Kama kuna mahali unafaa kuspend money ni wakati huyo mtu alikuwa mgonjwa. Unakuta mtu amekuwa mgonjwa, amekuwa abandoned, ni ugonjwa yenye hata ingetibiwa, lakini sasa huyu mtu ameshindwa mpaka kwenda hospitalini, hawezi kununua dawa alafu anakufa, alafu mnakuja kuchangisha pesa, inafika nusu milioni. Hizo nusu milioni mnachoma zote, unakuta coffin yenye mmetumia ni laki moja. Unaona, sasa huo ni upumbavu. Mtu akikufa mpumzishe same day, hata ikiwezekana, mnaweza zika mtu bila coffin. Hapo mimi nakubaliana na, na Waislamu asilimia mia moja, mtu azikwe same day, ushaona. Lakini sasa kuna jambo fulani hapa. Kitambo nilikuwa naona mtu akifa azikwe alikokufia, lakini sasa kuna shida fulani. Kuna wale wachawi na kuna waganga pia ambao wanatumia nafsi za watu waliokufa wa, wa, wanakuja makaburini. Ukichukua mfu wako ukichu, uende ukamzike pale makaburini, watakuja wachukue ile nafsi waende wakatumie kwa biashara yani, mtu, mtu akija anataka biashara wanampatia ile nafsi yule mfu wako, badala yule mtu apumzike, anaenda kufanyishwa kazi ya kuleta wa, wateja kwa biashara za, za, za watu wengine, unaona ama ana, anapelekwa mahali aende akalinde boma, ama anapelekwa mahali aende kafanye mambo fulani. Sasa hiyo, kwa sababu ya hiyo inabidi mfu wako kama uko na uwezo usizike mfu wako kwenye, kwenye makaburini, naenda ukamzike nyumbani Unaona, na mahali pakuzika watu, kama uko na uwezo, hakikisha uko na mahali pako fenced pakuweka pakuweka makaburi. Hakikisha pale kwa boma, kama wewe ni tajiri na uko na boma, uweka wafu wako mahali pako fenced, mahali penye mtu awezi ingia. Mkishamaliza kuzika, mkafunga hiyo geti, hakuna mtu kuingia pale ndani tena. U, u, ushaona. Lakini tena ukiangalia mambo ya, ya mfu wako akiwa amekufa Nairobi eti mtu mpaka mtu atoke sijui wapi aje amuone, wachana na hiyo. the second thing, the second thing ni kwamba kutumia tishu, kutumia tishu, my friend sio safi, tumia maji ukienda haja. Na mimi nakwambia kama utatumia maji kuenda haja mwezi moja, nakwambia ukweli utagundua kwamba kutumia tishu unatembea ukiwa mchafu lakini sasa unatembea una assumption na una assume kwa sababu huwezi ona huko nyuma, lakini kama ungekuwa unapaona, si unaona m, mtoto akikwenda aki haja unamfanyaje? Unampanguza na maji na mtoto wako akienda haja umpanguze na tishu? We mwenyewe huwa unabaki unaona haja, haja, hajang'ara, ushaona, na yule ni mtoto, na unaona kwamba hajang'ara una, unasema kwamba hajang'ara kwa sababu unaona na sabuni, my friend, utatembea ukiwa msafi sana sana. Mimi nashangaa ni jinsi gani mwanamke anatumia tishu na anatembea na anajichocha kwamba yuko msafi. Heri mwanamme, lakini mwanamke unafaa kujifunza kutumia maji.